Nina wingi wa matumaini kwamba mubuheri wa afya. Ni wakaribishe sana wasikilizaji wetu wa Radio Maria Nairobi katika kipindi hiki maalum cha tafakari ya Ijumaa Kuu kutoka kwenye meza yetu ya makala maalum, tukiwa katika siku za kipindi hiki kitakatifu kwetu. Kama Wakristo wa Katoliki wana wa Mama Bikira Maria, tunaalikwa kutafakari safari ya roho zetu. Tulianza Jumapili na leo Ijumaa Kuu, siku ya huzuni ni mwendelezo tu wa safari yetu ya wokovu leo. Ni Ijumaa Kuu, hakuna misa, hakuna shangwe, hakuna maneno ya kawaida. Leo tunanyamaza, tunaangalia msalaba, tunasimama pembeni mwa Maria na Yohana, tunasikiliza kilio cha dunia, Eli, Eli, la masabaktan Mungu wangu, kwa nini umeniacha? ume... Siku hii ambayo tunaiona kuwa nyeusi ni siku yenye mwanga wa ajabu. Leo Yesu anajitoa kikamilifu. Anakufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tusimwone tu kama mtu anayeteseka, tumtazame kama mkombozi anayependa. Nukuu ya sauti ya Yesu msalabani: nimeona upweke wako, nimeona machozi yako usiku, nimeona jinsi dunia imekudhalilisha. Ndiyo maana nikachukua msalaba kwa ajili yako. Mwisho wa nukuu. Tunaongozwa na injili ya Yohane. Yesu anapelekwa Golgota. Anakumbatia mti wa mateso, anafungwa, anawekwa misumari, ananyanyuliwa juu. Kila tone la damu linanena, na wapenda hata kufa. mwisho wa nukuu. Kilele cha mateso haya ni maneno saba ya mwisho ya Yesu msalabani. Hebu tuyasikilize kwanza: Baba, wasamehe, kwa maana hawajui walitendalo. Yesu hasemi kwa hasira, hata akiwa na maumivu makali bado anasamehe. Leo anatufundisha rehema ni njia ya wokovu. Pili, leo utakuwa pamoja nami paradiso. Mnyang'anyi aliyesulubiwa karibu naye alipata rehema. Yesu hafungi mlango kwa waliopotea, anatufundisha hakuna aliye mbali sana na neema. Neno la tatu, mama, tazama mwanao mwana tazama mama yako. Yesu anatupatia zawadi ya mwisho, Maria mama wa kanisa. Katika uchungu wake bado anafikiria familia yake na sisi. Neno la nne: Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Ni kilio cha ndani kabisa cha roho iliyopweke Yesu anatufundisha kuwa hata katika giza la kiroho Mungu yupo, hata katika ukimya. Neno la tano, nina kiu. Si kiu ya maji tu, bali kiu ya upendo wetu. Yesu anaona jinsi tunavyohitaji wokovu na anasema nataka roho yako. Kabila langu nimekutenda nini? Neno la sita, imekwisha. Mpango wa wokovu umetimia, damu ya mwana kondoo imemwagika. Hii ni sauti ya ushindi, si ya kushindwa. Kusabi. Neno la saba au maneno ya saba na ya mwisho: Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Yesu anarudi kwa baba yake kwa imani kamili, anatufundisha mwisho mzuri ni kuwa mikononi mwa Mungu. Leo tunasujudu mbele ya msalaba, tunaona upendo usio na masharti tunaona bei ya dhambi na thamani ya roho zetu. Swali ni moja tu: Je, tutamrudishia nini Yesu atupendaye mpaka kufa? Je, tutamchukulia kwa kawaida? Leo ni siku ya kimya, siku ya sala, siku ya kutubu. Tusitembee haraka kutoka Golgota. Tukae pale, tulie, na kisha tusali. Tuombe. E Yesu, leo ninatazama msalaba wako, ninaona jinsi ulivyoteseka kwa ajili yangu. Najua sikuistahili rehema hii, lakini uliitoa. Leo nauweka moyo wangu mbele yako. Unitakaze, nijaze na upendo wako, nifanye kuwa chombo cha msamaha na amani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Leo ni Ijumaa Kuu. Tunaambatana na Yesu hadi kaburini. Lakini tunajua, giza siyo mwisho. Mchana wa Pasaka unakuja. Ijumaa Kuu, Yesu alikupenda hadi mwisho. Asante kwa wanasi kwenye tafakari hii ya Ijumaa Kuu, yaani Ijumaa ya Eli, Eli lama sabakitan, Ijumaa ya ukimya wa kaburi. Makala haya yameletwa kwako na Radio Maria Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ama ukipenda Parokia Hewani. Zidi kutusikiliza kwa makala mengine kama haya siku za Jumamosi na Jumapili na vipindi murua vyenye mafunzo kochokocho kocho na bora katika ukuaji wako. Kufikia hapo, sina la ziada kwa meza yetu ya makala haya ya Juma Takatifu, ila kuwaaga wasikilizaji kwa sasa. Tukutane tena kesho katika Jumamosi Kuu, siku ya ukimya wa kanisa. Nyuma ya mitambo nimekuwa wenu Shamba wa Shamba. Mungu awabariki nyote.